Best Canadian cities for immigrants. Ama uh, zile town mzuri sana kwa wahamiaji. Ikiwa unahitaji kuhama Canada na ujui wapi ama city gani ambayo inaweza kuwa more comfortable, city gani inaweza kuwa mzuri sana kwako, basi utakuwa uko to the right platform. Ama utakuwa uko mahali pazuri. Hello everyone, eh, karibu sana kwenye channel yako hii ya KHP Canada. Mimi ni King Prayer, na channel hii naweza nikasema ni multitask channel sababu inazungumzia vitu nyingi sana eh, ikiwemo kusaidia ama kuonyesha tips ama aina mbalimbali ya njia zile ambazo unaweza ukatumia kwa ajili ya kuweza kuja Canada, na pia gisi ambavyo unaweza ukaishi hapa Canada. Na recently nimekuwa nikishughulika kwa ajili ya kutafuta kazi mashambani, na ni mmoja ya mipango ambazo inaendelea na jua very soon tutakuwa na good result ama majibu ya yale kazi ambao tunaendelea kufanya aswa kuhusu mashambani. So ikiwa we ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe. Ni weze kuenda direct to the point ama kwa topic yangu ya siku ya leo ambao ni best Canadian cities for immigrants. Where should you go? Wapi unatakiwa kuenda ndani ya nchi hii ya Canada? Na unajua wakati ambao unafikiria kuhamia pahali eh, unaweza kuwa haujui ni wapi haswa kunaweza kuwa kuzuri kwako. Unajua Canada ni nchi kubwa sana, na sio kila sehemu ambao unaweza ukaenda na ujipate ya kwamba uko more comfortable ama uko tu sawa mahali pale, na kuna vitu ambazo lazima uweze kuconsider wakati unahama ndani ya nchi mpya, na ndio sababu kubwa ya mimi kuweza kufanya video hii sababu najua itakusaidia sana. Inaweza ikawa e, eh, unajua zile ambazo mimi nasaidia na kuonyesha zinaweza zikakusaidia, sawa vile zinaweza zikakosa kusaidia. Na mara nyingi nasemaga nikifanya video e, eh, usiichukue tu na wewe na kuanza kuichangamkia, lakini ni vizuri pia wewe ufanye research, kusudi. Naweza nikafanya kitu, kuna mwingine ambao alifanya na aliweka mitego zake hapo, ama kuna mtu ambaye anaweza tumia hiyo opportunity ambao mimi nimeleta kama mtego kwa wengine na aweze kuwaibia. Na kumbuka mimi si itishi pesa yoyote kwa ile kazi ambayo nafanya, najisikia kwamba kuna wengi wanafanya haya fumani, na wengi watawaletea mbinu mbalimbali mbali, ya kwamba unajua, najua unataka kuenda Canada, unataka kusafiri kwenda nje ya nchi yako, hasa kama uko maeneo ya Afrika, unataka kusafiri sijui nini, mtu anaweza kukuletea maujanja mbalimbali mbali, na kuweza kukula hela. Sijui ya kuconnect na agent, sijui vitu kama hizo. So ukipatana na mtu ambaye anafanya vitu kama hizo jua sio mimi. Na mara nyingi unajua ukiwa unafanya kitu ambayo inaweza ikasaidia, kuna wengi ambao wanajitokeza kwenye jina lako kwa ajili ya kuweza kuibia watu. Ndio maana natakikana kuwa makini sana hapo. So ikiwa unahitaji eh, kukuja Canada na haujui mahali gani ambapo inaweza kuwa mzuri kwako. So kuna zile fact ambazo unatakiwa kukonsida kwa nini kuchagua city eh, ya kuishi hapa Canada ni muhimu sana kwako. Hilo ndio jambo ambalo najaribu na, na, na kuzungumzia. Why choosing the right city matters, kwa nini kuchagua eh, mahali ya kufikia hapa Canada ama ya kuishi ni muhimu sana kwako. Kitu cha kwanza kuchagua city ama mahali ama town mahali ya kufikia <laughs> city ni town kwa okay, Kiswahili kweli mbona ni kama najaribu kuwachanganya tena? <laughs> Okay, kuchagua maeneo mzuri ya kufikia hapa Canada ni muhimu sana kwako, sababu kuna zile fact ambazo unatakiwa kuangalia. Kitu ya kwanza ni kama kazi, unajua sio kila pahali ndio kuna opportunities nyingi za kazi hapa Canada ndio, kuna zile sehemu ambazo utafanya kazi yes, lakini inalingana na inatofautiana sababu, eh town ikiwa ni ndogo, ndio mshahara utakuwa ni mdogo na fursa za kazi zitakuwa ni kidogo. Na nikiongea hivyo, naongea in general sababu wengi watasema ni kama nawachanganya, lakini sijawachanganya kwa sababu gani? Unajua kukuja Canada kuna njia nyingi sana ambazo unaweza ukatumia. Unaweza ukapata fursa ya kuingia hapa, uh, tuseme kwa mfano kama mkimbizi. Kuingia pia kama mkimbizi kuna aina mbili ya ukimbizi ambao utakuwa umeingia nayo hapa. Inaweza kakuwa wewe ni mkimbizi kutoka nchi yako na ulikimbia sehemu fulani na ukapata fursa ambayo nakuingiza ambao pengine haikupitia kwa UNHCR. Na unaweza kaingia bado pia kama mtu wa kawaida alafu ukaclaim aslam na ukapewa bado ukimbizi. So ule mwenye alikuja kama anasema na UNHCR, kuna vitu ambazo anarahisishiwa. Lakini wewe ambaye uliclaim uh, ukimbizi hapa, kuna vitu ambazo hautarahisishiwa sana. Utashughulikiwa kwa zile ambazo zitahitajika kushughulikiwa, lakini zingine ni wewe mwenyewe utajipambania. Sasa, ukiwa unaelewa haya ambao nazungumzia itakusaidia kuweza kujipata kirahisi sana ndani ya nchi hii. Lazima kuangalia opportunities za kazi, kuna sehemu na kuna wale pia ambao mnaweza mkaingia. Uh, ulitafuta kazi ukiwa nje ya Afrika na ukafanyikiwa kupata kazi, kama uko nje sasa unakuja na hiyo job offer. So hiyo ni lazima, ufikie mahali ambapo unaenda kufanya kazi, na unaweza ukabahatika ukimaliza hiyo kontrakti yako hapo bado, baadaye ufikirie kuweza ku uh, extend kuishi kwako kwa hapa, ama unaweza ukabahatika na ukapata stakabadhi muhimu ambazo zitakuruhusu kuendelea kubaki. So hizo ukipata, ni vizuri uweze kujua unaweza ukapata, ulikuja na kwa mfano uh, close permit na ukafanyikiwa kupata open permit wakati uko hapa, inakusaidia sasa unakuwa unajua naweza nikajaribu njia gani, naweza nikaenda kwenye siti gani, naweza nikabadili namna gani, sababu kazi ambayo ulikuja nayo pengine inaweza ikawa inakupa mshahara mdogo kuliko ule ambao pengine unatarajia, ama mshahara ambao unapata unaweza ukawa mdogo kulingana na habari ambazo utakuwa unapata kutoka kwa cities tofauti. Ndio maana ni mzuri sana kukonsider hiyo ambayo tunazungumzia kwenye video hii. So kuna zile places ambazo ni muhimu, ukiwa hapo utafanya kazi na mshahara utakuwa uko juu kiasi. Hizi ni zile fact tu ambazo unatakiwa kuconsider. Najaribu kugusia zote in general, uzuri wake na ubaya wake, alafu wewe utakuwa na nafasi mzuri ya kuchagua na kuona hii inaweza ikakuwa mzuri sana kwangu. So fikiria kuhusu job opportunities ama fursa za kazi, fikiria kuhusu uh, cost of living ama uh, gharama ya maisha. Kuna culture pia, unaweza kufikiria culture. Unajua tuko wa Afrika na culture za wazungu zingine zinatupiga chenga. Unaweza ukakuja nseme, kwa mfano ulikuja, na pia wewe ni kama single ama hata wewe unaweza kuko married kwenye country yako na ulipata fursa ya kuja Canada, lakini peke yako bila mchumba um, wako ama bila mke wako, bila mme wako na utakuwa na nafasi ya kutumia kama ni hoteli kwa ajili ya kula. Kuna aina za chakula zingine ambazo zitakuchanganya kulingana na zile ambazo umezoea kula, so lazima kufikiria pia. Kwa hizo zote, ndio sababu kubwa ya mimi kufanya video hii, najua inaweza kukusaidia. Kitu kingine ni pia climate ama climate, inaitwa nini kwa Kiswahili? Ni majira eh, majira na nyakati majira na nyakati kweli. uh, tuseme tu climate, nadhani kila mtu anaelewa climate ama clima eh? Clima ni vizuri sana kuconsider hizo vitu, sababu unaweza kuwa na shida ya kujiadapt ikiwa uh, ulifikia sehemu mbaya, na sizani kama kuna sehemu mbaya pia ndani ya nchi hii na sehemu zingine, so zote unaweza kujiadapt, lakini kuna utofauti pia. Kuna sehemu ambazo unaweza ukaenda kulingana na mwili wako na ushindwe kabisa kuishi na ufikiri kabi, ufikiri kwamba unaweza tu ka change utoke huko na uende sehemu nyingine. Ndio maana ukielewa elewa vitu kama hizi itakusaidia, sababu kila city hapa Canada iko na vibe yake ambayo ni unique, iko na hali yake ya kipekee. Unajua, Canada ni nchi moja ambao huwezi kaelewa kirahisi ni nchi moja ambayo iko na provinces nyingi e, sijui ni kumi na moja ama ni, ni, ni, ni, ni tisa, sijazishika vizuri pia mimi lakini ukiwa ndani unaweza kuwa ni kama uko nchi e, ukitembea kwa hizo provinces ama hizo mikoa unaweza ukawa ni kama unaenda kwenye nchi tofauti sababu utapata huko tabia ni zingine na mahali ambapo unatoka na kuna vitu ambazo Uh, utaona kabisa huku wanakubali, huku hawakubali, huku wanaifanyaga kwa njia hii, huku wengine wanaifanya kwa njia nyingine. Tuseme kwa mfano, naishi Ontario, niko na drivers license ya Ontario. Nikihama kwenda Quebec, kama naenda kutembea kwa siku kidogo na nirudi, nakubaliwa kuendesha gari huko. Lakini nikienda na drivers license yangu ya hapa na mimi nahama na nataka kuishi huko watanishurutisha mpaka niende nifanye mtihani tena na nichukue driver's license ya huko, ndio nianze kutumia. Yani inakuwa kama mtu ambaye anatoka Afrika anakuja Canada na driver's license, na anamwambia hii yako, hapana, unatakiwa kuchukua driver's license nyingine ambao ni ya hii nchi yetu. Unaona, ndio maana mahali za hapa, eh, Canada iko kidogo, ni kama inaweza kukuchanganya usipoelewa vizuri, ndio maana ni vizuri sana kuweza kujua eh, hizo tofauti, na kuna pia zile eh, maeneo ambayo unapata ni wakarimu, wanajua kukaribisha, wanajua mgeni ni nani, na kuna maeneo nyingine ambayo ni kama hawakujali ukuwe kama vile hauko mm. naona na kuna pia maeneo ambayo unaweza ukapatana na watu wengi, sasa eh, kama wa kutoka tuseme Afrika, wewe ni mtu kutoka Afrika, ndo unapata wengi kutoka Afrika. Unaweza kukutana na wengi ambao ni wale ambao wanatoka kwenye nchi yako na kidogo mnakuwa eh, mnaweza mka, mka share ama mnaweza kuwa na wakati mzuri wakati mwingine, na mnaweza saidiana kimawazo kwa wale ambao wamekutangulia. Lakini sikushauri sana kufuatana na wale ambao wamekutangulia sababu kuna njia ambazo anaweza kusaidia na njia zingine aaweza kukusaidia na pia Mungu akishafungua mlango anakuaga na sababu zake. Ni yeye anakuaga na kitu ambacho anajua ni muhimu sana kwako kwa wewe kufanya ndani ya inchi ambayo yeye mwenyewe anafungua milango ya wewe kuenda. Nadhani tuko pamoja. So, kuna zile vitu muhimu sana ambazo unatakiwa kukonsida wakati eh, unaingia hapa Canada unatakiwa kutafuta kama zile city, city ambazo kidogo ziko popular zinachangamka changamka hivi eh, zinachangamka changamka hapa Canada, zile ambazo kama vile nimesema, unaweza ukapata eh, immigrants kutoka masehemu mbalimbali. Inaweza ikawa kutoka kwenye nchi yako, inaweza ikawa kutoka kwenye nchi jirani. Na unajua mara nyingi tukikutana hapa, hata kama ni mtu ambaye anatoka nchi jirani yangu, lakini sisi wote ni wageni hapa, unapata tunakuwa zaidi ya ndugu Nazani utakuwa unanielewa kwa hiyo hali mm. Nazani utakuwa nanielewa kwa hiyo hali, na ndani ya hizo siti uh, ambazo um, uh, I mean ndani ya hizo siti ambazo ni muhimu sana kuconsider wakati unafika hapa kwa ajili ya hizo fact ambazo nimekuambia, kama hizo majob na pia kukutana na wengi. Ya kwanza <laughs> Najua, acha mimi mwenyewe ni cheke kwanza. Ya kwanza ambao naweza kushauri ni Toronto. Najua hapo sasa, ndio maana nilisema kidogo, wengine wanasema ni kama nawachanganya, wengine wanasema ni kama hawanielewi, lakini nina sababu zangu. Nisikize vizuri. Kwa nini nasema Toronto? Wale ambao watasema nawachanganya ni wale ambao nimeambia kwamba ukitaka kuja Canada sio vizuri useme ya kwamba nakuja Toronto sababu, huko watu ni wengi. Sio rahisi uruhusiwe kukuja Toronto saa hii, sababu ya vile ambavyo Toronto iko kwa sasa, watu ni wengi sana. So ukiwa umeshaingia, ndo unaweza fikiria vitu kama hizo. Acha niendelee, najua utanielewa. pamoja na wakati Haya, siti <laughs> ya kwanza kwa list yangu ni Toronto, Ontario. Kwa nini nasema Toronto? Toronto ni siti kubwa ambao iko na aina nyingi sana ya watu na asilimia hamsini ya watu ambao wanaishi Toronto wote ni wageni ama wote ni watu kutoka maeneo mbalimbali. Ukikuja Toronto, watu wanaongea lugha za Kiafrika mpaka unaweza ukajipata wakati mwingine ni, niko, niko Afrika ama niko wapi? Kama ni Kiswahili unakuta kuna mtaa ambao ni Kiswahili kabisa <laughs> sasa hata ukiwa na shida ya kizungu mwenyewe unasema hapa nishafika nyumbani. Kuna hizo ma, maeneo ambazo zipo, so watu ambao wako Toronto population 50% ni immigrants so ni rahisi sana kwa wewe kuweza kuchanganya ama kuchanganyika na wale ambao utapata, unajua, unaweza kawa hawajui lakini mnaongea kauli moja inakusaidia. Kwa hiyo moja, kitu ya pili ni job opportunities ndani ya city ya Toronto. Toronto iko na makampuni mingi sana, iko na maindustry hmm? iko teknoloji inaendelea sana hapo ndani ya, ya, ya, city ya Toronto. Kuna vitu nyingi za teknoloji za finance, kama ni vitu za healthcare, kama ni education, utapata vitu nyingi sana ambazo zitakurahisishia hapo. Unaweza kufanya kazi nyingi sana Toronto, delivery nini, hata na basikeli unafanya delivery hapo ndani. Kuna vitu nyingi sana na opportunities mingi sana za kutengeneza pesa ndani ya city ya Toronto, lakini pia <laughs> lazima ufuatilie pia the cost of living kama vile nilikuambia, unajua siti pia likiwa kubwa sana gharama <coughs> yake pia inaenda juu, so ndo unapata Toronto iko sawa, lakini maisha Toronto pia kidogo iko juu ukijaribu kulinganisha na maeneo zingine mbalimbali mbali sana sana kama nyumba naona juu hauwezi ukawa unaishi kwa barabara nje. Kama nyumba nyumba unapata una eh, iko very expensive ama iko juu kabisa, mara mingi ukijaribu kulinganisha na maeneo zingine, na pia vitu zile zingine ndogondogo ndogo ambazo eh, zinaweza zi, zinaweza kuwa juu kidogo kulinganisha na maeneo mengine, lakini as long as watu wanaishi <laughs> pia wewe unaishi Sababu huko unaweza ukakutana na hizo kama ma, ka, ka, ka, ka, cultural festival, ma restaurant ambazo utapata, unaweza uh, ukakutana na restaurant ambazo kidogo zinatengeneza chakula kama ile ambayo umezoea na ikakusaidia kama ulikuja peke yako, lakini gisi nilisema kuna sehemu nyingine ambao, uh, ni mzuri sana, ambavyo unaweza ukaenda tena pia ni Vancouver. Vancouver inakwaga ndani ya province ya British Columbia. Kwa nini Vancouver ni sehemu nzuri kama wewe ni immigrant hapa Canada kukonsida mahali ambapo unatakiwa kuenda? <tune>